Na wasisitiza wanafunzi na wahitimu wa shahada ya uzamili kuimarisha zaidi tafiti zenu za kitaaluma. Tafiti zenu zinapaswa kuelekezwa katika kutoa majibu ya changamoto halisi zinazokabili jamii na taifa letu, ikiwemo masuala ya usimamizi wa fedha za umma, ukuaji wa uchumi jumuishi, ajira, ubunifu na matumizi sahihi ya teknolojia. Tasnifu zenu ziwe chachu ya sera bora, maamuzi sahihi na maendeleo endelevu kwa wananchi na taifa letu. Ndugu mwenyekiti, serikali ya awamu ya sita chini ya uongozi thabiti wa mheshimiwa Rais wa wa jamhuri ya muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan inaendelea kuweka mazingira wezeshi ya ukuaji wa uchumi, uimarishaji wa nidhamu ya fedha za umma na maendeleo jumuishi yanayomgusa kila Mtanzania. Chuo tumejiwekea vipaumbele vyetu ambavyo vitakuwa chachu ya ufanisi katika utekelezaji wa majukumu yetu ya msingi kama taasisi ya elimu ya juu ya kutoa mafunzo, kufanya tafiti na kutoa ushauri wa kitaalamu mshauri rasmi. Pamoja na mambo mengi tunayofanya, vipaumbele hivi ni pamoja na kuwekeza kwenye mitaala inayoendana na mahitaji ya wakati wa soko, kuwekeza katika kuongeza na kuboresha rasilimali watu kuwekeza katika kuboresha miundombinu ya kujifunza na kufundisha, kuwekeza katika kuongeza vyanzo vipya vya mapato zaidi ya ada, kuwekeza katika mipango ya kimkakati ya umataifishaji yani internationalization na kuwekeza katika ujenzi na uboreshaji wa miundombinu ya tehama. Mheshimiwa mgeni rasmi, sambamba na hayo, chuo kimeweka mikakati mahususi wa kuwezesha waadhiri wengi kusoma shahada za uzamivu ndani na nje ya nchi, ili kukidhi ongezeko la idadi ya wa wanafunzi wa uzamili linaloendelea kushuhudiwa kila mwaka. Kwa mwaka wa masomo ya fedha 2025-2026 jumla wa dhahiri 115 11, aidha wamepelekwa au wako tayari wanafanya shahada zao za uzamivu yani PhD katika vyuo mbalimbali ndani na nje ya nchi. Mkakati huu umelenga kuhakikisha uwiano sahihi kati ya wanafunzi na wahadhiri kuimarisha usimamizi wa tafiti na kuongeza uwezo wa chuo katika uzalishaji wa wataalamu wanaokidhi mategemeo ya soko. Chuo chetu kimeendelea kukua mwaka hadi mwaka. Mheshimiwa Mgeni Rasmi, tunashukuru sana kwa namna serikali imeendelea kutusimamia na kutuunga mkono, na chuo kimefanikiwa kuongeza campus mpya ya Bukombe ongeita katika mwaka wa masomo 2025 2026 na hivyo kufanya jumla ya kampasi zetu kuwa sita, ambazo ni Arusha, Babati, Ukombe, Dar es Salaam, Dodoma na Songea.